Vipi baba, mbona asubuhi asubuhi kuna tatizo? Hapana, mwanangu. Hakuna shida yote. Unaenda chooni huna maji huna nani akakuflashie? Eh, sasa mbona unanitangaza? Sisi tumeongea wawili, lakini mdogo wangu yule ni mtoto tu kuendeka, labda ajaamka vizuri leo, alikuwa na stress zake kutokana na ile jambo lake ambalo linamsumbua sasa hivi. Ila naomba msaada wako. Wewe umetoka wapi? Nimetoka Kigoma. Sasa Kigoma mpaka huku mjini, wewe umefuata nini mjini huku?

Ah, ah, ah, na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najungea, yani sina msaada ninavyopita. Ni bora nibaki na mjukuu wangu niendelee kuteseka naye, siwezi kuruhusu mwanangu, mjukuu wangu akateseke. Huko kwa hapo, binti yangu Utanisamehe mama, mi naomba tu niruhusu niende. Niende nitakuwa nakutumia pesa ya matumizi kidogo kidogo, ila yani, kua naomba, nasisitiza sana yani, hii siri yangu yani asijue ni mume wangu, maana akijua, kwa sababu yani hata akirudi nyumbani akinikuta na ule mtoto mi namwambia gani, mtoto wa jirani yangu? Kwa hilo hakuna tatizo, ila ninachokuomba ukawe makini sana kuishi na hiyo familia yako, mama mkwe wako, baba mkwe na hata mawifi wasije wakafahamu chochote, kuona mtoto nyumbani. Sasa mama, nimekuelewa. Naona muda umeenda sana na nilimwahidi leo mume wangu nitawahi kurudi nyumbani, maana babake alimpigia awahi kwenda kule akamkabidhi ofisi, maana ye ana safari ni kuacha. Basi ukajiandae, ngoja mimi niendelee kumaliza hizi mboga hapa. Siku akija kufahamu hili, na nami sitakua nimeingia kwenye hatia na binti yangu. Jamani, nilikuwa namfuatilia yule mteja nilokuambia pa muda ule, ule ofisini, nikakutana na mamdogo wake Mwajei yule anauza mbogamboga pale kwenye kibanda. Ah, mama mkwe. Eh, mama mkwe? Mama mkwe wako sio mama mkwe wangu, sasa mi bado <laughs> lakini na wewe si mtoto wa kiume, rafiki yangu sasa Eh, analalamika sana mwanangu, kwa nini waende kumsalimia? Ah bwana Kante, wewe mwenyewe kama unavyojua, ama mazingira yetu ya kazi, mizigo nini, bosi mwenyewe kelele, kama unavyojua. Kwa hiyo muda kwa kweli ulikuwa ni chenga, kama unavyoelewa. Lakini kwa sasa hivi mimi nafikiri muda utapatikana, ila kuna kitu kimoja wewe utaki kukielewa. Acha kuwaza sana mwanangu, ukiwa kazini unawaza, ukiwa umekaa sehemu unawaza, ukiwa kule kijiweni kwetu unawaza acha kuwaza sana, nenda kawasalimia wazazi, upate baraka. Ni kweli lakini sasa hivi tushukuru Mungu, njia ndio zinaenda kufunguka sasa. uh -huh. Mwenyewe nitaenda town, yani wewe acha nikatengeneze mazingira ya ofisi, kae sawa. uh -huh. Hakika utakuja mtengeneze mazingira tuje tupige kazi, rafiki yangu, siwezi kukuacha huko ufundo. Unajua una pesa <laughs> lakini ukikosa uh -huh. goli ambalo au ukikosa sehemu ambayo ina watu wengi uh -huh. utauchukia, ila ukipata sehemu uh -huh. mimi naamini kule unakoenda tutafanikiwa au vipi? Tuko pamoja. Sasa mi ngoja nimuwai yule mteja e, nilivyotoka kule kona naye mm, akaniambia amekaribia kufika. Wapi? Ofisini. Kwa hiyo atakuwa amefika, ndio maana hapa nilikuwa naongea na simu. Nimuwai chapo, we nenda e, msalimie shemu, mwambie ntafika mambo <laughs> <laughs> ya tauli Hivi rafiki ya yangu unaenda wapi? Au ah, unaenda kwa fundi kuchukua ile nguo? Nguo gani? Hmm. Haujui ah, kama tuna shughuli baadaye, jamani. Mimi nishasahau oh, hey, hey, yani kama kuna shughuli itakayofanyika leo. Yaani nguo yenye hata kupeleka sijaipeleka, hey. Mwajei wewe ni wakusahau shughuli kweli. <laughs> u kupo, mambo ni mengi yani nini hapa, nimechanganyikiwa. Shughuli yenyewe kwanza sijua hata kama nitafika. Yani mimi ndo hapa nimetoka kwa fundi kukikata kijora. Alafu umesema utafika, unaenda wapi? Kuna safari imetokea, kwa hiyo mimi nasafiri naenda mjini. Na masekeseke yote yanayotokea hapa mtaani, yani bora tu nimepata hiyo safari niende nikapumzisha akili yangu kama ni mjini tu nenda ukapumzisha akili ya yako, maana mtaa mzima mwajei mwajei kwa tabia zako zilivyo mbaya. Wewe naona sasa unataka kunipanda kichwani. Nimetoka huko mama yako kanitibua, na wewe saizi unataka unitibue sasa. Utani tu, naomba nisamee sasa. Huko kuna shule mimi naenda na nani? Osu, wazwe, watu watu, watu watu watakuwa tu wengi. Najua watu wataku watu watakuwa wengi na shughuli itaenda kama kawaida. Yena, yani nilivyomisi hmm, kucheza. Yani sema tu nivushe, nitoa ni mudi o, sijali, mambo yatakuwa tu sawa, itaisha salama. Kwa hiyo niwatakie tu maandalizi mema haya, tutakutana baadaye. Oh, dada huyo vipi? Uh-huh. Safi, shikao dada, maraba vipi? Safi. Eh, bora hata nimekuona. Vipi, kwani kuna tatizo? Si huyu mwajei ameniongelea maneno mabaya magumu, amenitukana. Huyu mwajei huyu yuwa kwako, na kitu ambacho mimi nimemwambia, nilikuwa nampa tu ushauri. Haya maneno gani mwajei amekuja kaa nampa tu ushauri kuhusu ule mtoto wake, kwa sababu kumbuka, dada, mme wake akija kujua kwamba ana mtoto ambaye hakumwambia tangia mwanzoni, we nafikiri lilitakaa sawa? Lakini mdogo wangu yule ni mtoto tu, kuendekaa labda hajaamka vizuri, leo alikuwa na stresi zake kutokana na hili jambo lake ambalo linamsumbua sasa hivi, ndio maana akakujibu vile. Ni sawa, lakini ilikuwa tu ni ushauri wangu, sijakataa. Ni mwanao, ndio anapokosea, mrekebishe, sijakataa, lakini asingepaswa kunijibu vile, maana akumbuke hata mimi ni mama yake. Mimi ilikuwa ni ushauri wangu tu, kwa sababu leo amemficha yule mwanaume kwamba ana, ana, ana mtoto. Haya, mme wake akija kujua ukweli kuhusu yeye na mtoto wake. Wewe unafikiri hata nawe utakaa sawa kweli kwenye hili? Maje hayuko sawa. Kutokana na hili jambo lake, nataka kumweza mme wake, inamuia vigumu kweli sasa hivi. Hata mwenyewe nikikaa hapa na nawaza, na mdogo wangu yaani, unavyonieleza hivi, sisi tuvumilie tu wala tusio na papara kwa hili sawa, ila mimi ilikuwa na ushauri wangu tu. Haya, ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda hapo dukani nikanunua sabuni hata nikafuefue hizo nguo zangu hapo hivi. Ah, basi ngoja na mimi nimwa mjukuu wangu huko mm. Aii, nimekaacha kutoka asubuhi kako kenyewe hapo sijajua. Sawa dadangu, hamna shida. Tutawasiliana. Ah, dadangu Kaka na dada, samahani, naomba msaada hapa nilipo, sijala siku mbili, na sina pa kwenda, sina pa kuelekea, naombeni msaada wenu. Ivo unamuelewa huyu? Hebu twende bwana. Ah mwanangu, acha tumsikilize. Wewe sijui ana shida gani, alafu wewe hizi huruma zako, haya ndo anakuwaka majizi haya. Hapana mwanangu, acha tumsikilize. Kaka wangu ni somo hizi ila naomba msaada wako. Wewe umetoka wapi? Nimetoka Kigoma. Sasa Kigoma mpaka huku mjini umefata nini? Mjini kakaangu, ni kaka, stori <coughs> ndefu. Sawa, lakini wewe hizi huruma zako, twende, utaenda kutueleza vizuri huko, ila huruma zako <coughs> <coughs> <coughs> Napenda penda ulivyo tu, uzuri wako naniweka miro juu. Baby, punguza presha, mimi ni wako. Mpenzi wako, nitakesha usiku mzima tu, asubuhi kukicha unipe kiduchu, na mimi sina to presha, wewe ni wangu tu.

jitahidi maana leo mwenyewe anataka nje nile chakula cha mchana na wewe, mke wangu. mm -hmm. Sawa, mna shida lakini pia samahani, kusijana usiku sijaweza kutengenezea chai maana gesi iliishi. Usiwaze, sweetheart, nikutakia kitu, kazi njema. Haya. Abasham, marhaba. Vipi baba, mbona asubuhi asubuhi, kuna tatizo? Hapana mwanangu, hakuna shida yote. Mimi nafikiri unaenda kazini. Ndio, na wahi hapo kazini, kuna mbao zinashuka. Nataka nikazipokee. Okay. Sawa so, kazi njema aya baba Kama baba Marhaba, sasa naomba uniandalie chai, kuna simu nataka kwenda. Sawa baba, nimekuelewa. zangu ya? Mwajuma binti yangu naomba nikuulize jambo hiyi. Utamficha mmeo mpaka lini hii siri kusema huyu mtoto? Mama mimi sipingani na maneno yako, lakini wewe mwenyewe unajua fika ni kwa ajili gani niliamua kunyamaza na sijamwambia mme wangu kitu chochote, kwa ajili ya kulinda ndoa yangu. Mwajuma, ni kitu gani usichokielewa hapa? Unataka siku moja uje ukute mjukuu wangu amekufa kwa njaa? Ingawa unajua mi mamako sina kazi yote, halafu we mwenyewe unafahamu, unaleta chakula mara moja kwa wiki. Tutaishi vipi huku ndani? Mama, sasa nitakapomwambia, huoni kwamba itakuwa ni hatari hmm? We mwenyewe unajua ni mateso mangapi nimepitia huko nyuma mpaka nilivyokuja kumpata huyu mwanaume. Alafu leo hii nije je, nimwambie tu ukweli mama? Unataka niache? Sawa, nimekuelewa binti yangu, lakini ikiwa kama mzazi nahitaji umwambie mmeo kuhusu hii siri. Nimechoka la sivyo mama, la sivyo ni umchukua mwanao ondoke naye. Siwezi kuishi na hii dhambi mimi. Nimechoka. Sawa, mi nimekuelewa, nitafanyia kazi maneno yako. Alafu takujulisha. Liwalo na liwe tu, nimeridhika na kitakachotokea. Haya, ukifika huko nijulishe. Haya, mbaki salama. Ae. Your tracks today. Sistash kamo. Sistash kamo. Mtoto sio kwa na haya, mtoto sio kwana kujisikia hata vibaya, wenzako tukudekie. Choo unaingia na malapa machafu, viatu vyatuman malama tope. Wewe unafikiri nani mfanyakazi wako huko ndani? Sasa sister, kama ni hela ya sabuni natoa hela ya maji natoa hela ya ufagio natoa. Shida iko wapi? Unachangia sabuni, unachangia maji. Kwamba sisi hatujui mahali sabuni zinakouzwa? Hatujui madukani? Just... Mtoto usisikia vibaya wewe mtoto uliyeja laaniwa. Hivi usikii vibaya zako anavyokufanyia usafi kila siku? Alafu basi ba, uende na maji chooni. Unaenda chooni huna maji. Huna

na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachungea, yani sina msata, ninapopita barabarani wano